Karibu tena Jifunze leo YouTube channel. Usikose kusubscribe hii channel, halafu dheni gonga kengele uwe wa kwanza kupokea video zetu kila tunapoziweka. Kwa majina naitwa Malimpo Mgaya ni kukaribisha tena leo, tujifunze kitu kingine. Wewe ambaye unajifunza kusoma na kuandika, wewe ambaye unao nia ya kujifunza lugha ya Kiswahili, hivi ndivyo ninavyofundisha jinsi gani unaweza ukawa unafahamu lugha lugha ya Kiswahili, kusoma pamoja na kuandika. Inchi yote hapa duniani ulipo, unaweza ukafaidi haya matiji. Okay, sasa leo tunaenda kujifunza silabi na silabi changamano au mwambatano silabi hizi ni kama ifuatavyo: tutajifunza mwa, mwe, mwi. Tutajifunza mwa, mwe, mwi, mwo, mwu. tutajifunza mia, mie, mi, mio, miu. Mia, mie, mi, mio, miu tajifunza ma, me, mi, mo, mu. Okay, basi tweni tuanze na i hapa: ma, ma, me, mi, mo, mu. ma, me, mi, mo, mu, lakini ili ujue kwamba umeanza kuelewa au mtoto ameanza kuelewa na kuzishika hizi silabi unaweza kumwambia anzia alikoishia, yani mu, mo, mi, me, ma. Tena mu, mo, mi, me, ma. Kwa hiyo hapo ni njia mojawapo ya kufanya kuzielewa hizi silabi A Tunachofuata hapo ni hiki hapa. Kuna ambatano kati ya hizi irabu hizi herufi mbili mm. yeah. na A. E m y na hizi ni changa mano au ambatano, kwa hiyo inaunda mia pana mia mia mia kwao. Tumeondoa a hapa kwenye ma, tumeambatanisha hii ya ambayo inaitwa mia kwao, unakuwa umetamka hii m na ia wakati moja, basi mia, mia, mia, mia. Kwa hiyo mia mie mi mio miu, mia mie mi mio miu, basi twende tukaangalie silabi nyingine ambayo ni namba tano ni hii hapa: mwa mwa mwe mwi mwo mu mwa. Mwa mwe mwi mwo mu, okay. Unaweza ukaanzia huku ulikoishia mu mwo mwi mwe ma na hapa kwenye hizi silabi tunaweza tukapata maneno mengi sana. Mimi nitataja haya maneno mawili halafu oh, nitaenda kutaja maneno mawili halafu wewe, ni neno moja tu ambayo tunaenda kuliunda, lakini wewe utaenda kutengeneza maneno mengine yasiyopungua manne kutoka kwenye hizi silabi okay. Basi tuweke kapuni hizi zinazoonekana alafu tulete kitu gani tumekitengeneza. Kati ya maneno ambayo yanaundwa na hizi silabi tulizojifunza hapa ni pamoja na hii hapa. Hii huyu, tunaweza tukasema ni mtu anayetoa msaada kwa mtu. Kwa hiyo tunaweza tukamwita huyu ni mtu mwema kwa hiyo hapa pana neno mwe ma mwe ma, okay? Lakini pia unaweza ukaunda silabi nyingine, unaweza ukaunda maneno mengine ambayo hapa unaweza ukafanya nini ukayapata, okay. Basi usikose kusubscribe hii chaneli. Kwa majina ni Samweli Mpongaya, ni kutakie wakati